Yo yo bwana kwaje. Mimi naitwa Pino na leo ni Jumatatu fulani hivi Blue Monday, uh, niko zangu kipande fulani hivi cha HQ of Entertainment hapa inaitwa Kolila Media. Ndio sema ambao sisi tumejificha mastori yote ambayo ilikuwa imepoa kabisa. Weekend ilikuwa ni ndefu kinoma noma, yani kwa sababu kuna baadhi ya uh, event mbalimbali ambazo zimefanyika event zao, lakini pia Jumamosi hii hapa umeona bwana iliyopita kwamba ilikuwa kuna bonge moja la tamasha la Samia Serengeti Music Festival ambao alifanyika pale Kawe, lakini pia Darasa alifanya show yake, umeona bwana, katika ku review albamu yake, kwa hiyo ilikuwa Uh, amazing watu kibao ambao wamepula hapo pale nini, unajua zile vibe la kutosha kabisa. Maona weekend fulani hivi ilikuwa imenyoka kabisa kiroho safi. Lakini pia hapa leo tuna stori ambazo kidogo yeah, zimechangamsha weekend hii, au ambazo zilikuwa kidogo zimeenda viral katika weekend na hapa tunazungumzia kwenye Samia Serengeti Music Festival. Hii ni show ambayo ni ya kiserikali. Umeona bwana? Na ili jina lisikuchanganye sana kwa sababu hii show zamani ilikuwa inaitwa Serengeti Music Festival. Umeona bwana? Lakini sasa hivi wamebadilisha jina kwa kuita kwamba Samia Serengeti Music Festival. Jumamosi ilipigika pale kipande fulani hivi cha Kawe Beach, Dar es Salaam na mastaa kibao walikuwepo pale, umeona bwana, wasanii wa kutosha kabisa lakini miongoni mwa watu ambao walikuwa wamepata nafasi ya kuperform katika jukwaa hili la Samia Serengeti Music Festival ni miongoni mwa Dogo Paten. Dogo Paten amefanyia bonge moja la show binafsi, maona bwana? Yes, ameperform ngoma uh, zake kadhaa, lakini pia alipata nafasi ya kuitwa na Zuchu katika stage, kwa sababu kuna miongoni mwa sauti ambazo Zuchu alikuwa design kama kampigia simu ndugu Pateni, umeona bwana, na kumtaka kwamba auzulie katika show ya Samia Serengeti Music Festival. So design kama wakiamshe pale, alafu mambo yawe too fresh, umeona bwana, uh, katikati ya show, so, Pateni ali, alitokea pale nini na ikawa noma yani, unajua zile Pateni aliua vibaya mno, unajua zile piga show moja hatari sana, alikuwa na Zuchu, umeona ikaenda fresh kabisa so Upepo Pateni. Sasa hivi wana, kama sasa sasa hivi umeamua kukaa vizuri miongoni mwa watu fulani katika Insta story yake ambayo ni mrefu sana, yote kwa ajili na miongoni mwa haraka, ka kwamba yani Mungu ndo muweza wa kila jambo, Mungu ndio anajua ni namna gani ambavyo anaweza akakupa kitu chako kwa wakati husika, na hapa na sahi ni wakati eh? wa nyota kwake imewaka, umeona bwana, kwa sababu ngoma zinaenda show, service zinapatikana patenye sasa hivi, kwamba yuko juu, unaweza kusema kuliko hata dogo Sergeant. So sisi tunachofurahia ni kitu kimoja, kwamba game ya music kwamba inaenda viral, muziki wa sigeli design kama ulikuwa huko, uko down, lakini sasa hivi tunaona kwamba kuna vitu ambavyo sasa hivi vinafanyika, umeona bwana, baadhi pia mastaa wa bongo flavor pia wengi wao wanaamua sasa hivi kuingia katika game ya music, ya singeli pia pia pia hivi kabisa, au vipi bwana? Hapa ni mwengi kama unavyoona hapo nini video hiyo ndo video fulani ambayo Dogo Pateni akiwa na Zuchu katika stage la Samia Serengeti Music Festival, walikuwa wana perform, so waliua kinoma noma. Lakini sio huyo tu, miongoni mwa watu ambao walioua waliua watu wengi sana sana sana. Aa, lakini kuna miongoni mwa show ambazo sijazielewa binafsi yani, si naweza ngasema kwamba uh, kiutaratibu au la Uh, kidogo kuna vitu ambavyo ah, havikuwa viko sawa. Umeona bwana, ah, ni miongoni mwa show ambao mimi sijaielewa binafsi yangu. Ni show ambayo alikuja kuifanya mtu mzima mbuzi. Young Lunya alingia na gang fulani ambayo ni kubwa sana katika stage pamoja na kina msamiati nini, nini. unajua zile msamiati. Kumbuke kwamba ni msanii ambaye anaimba na, na anatokea jijini Mbeya. Ah, ukitoa ushikaji, ndio hivyo anafanya sanaa ya ya music, kwamba ushikaji yeye na, na Young Lunya sasa wana ngoma ambayo inaitwa Nyerere, umeona bwana, yeye na mbuzi. Lakini kwenye setup ya mbuzi katika stage, naye pia aliingia pale na ile crew nini, unajua sisi kucheza kufanya nini, nini. Kwa hiyo Lunya aliperform ngoma zake kibao, baadaye ndo akaperform ngoma ya Nyerere akiwa yeye pamoja na mtu mzima na msamiati. Kwa hiyo ilikuwa noma sana, kwa sababu walifanya show yao pale, lakini kwamba niko mbona mimi sijaelewa, kama nilisema mara kwanza kwamba kuingia na geng yote ile, kwamba mmeingia nayo geng, alafu ile geng yenyewe kwamba imetuieni, kwamba imepoa, yani kwamba sijaona pale kwamba kuna hyper, kulikuwa kuna hyper, na yeye mwenyewe Lunia ndo ambaye alikuwa anaperform tu pale kwamba anaimba, anaenda huko, anaenda huko yane wale wana, ilikuwa ni wanafani ambao vibe nyingi kulamba lips, lakini tulikuwa kwamba hakuna maana yote, kuwa na ile geng yote. Mfano labda yeye ni msanii wa hip hop sawa angejaribu kutengeneza mfumo wa aina yoyote wa sanaa yake, jinsi ambavyo angeamua kwamba kuiweka. Lakini jinsi ambavyo alivyoiweka vile, kwa show kama ile, pia kwa stage pia, huenda labda labda useme labda stage, kwa sababu ilikuwa nachanganya, so ni kwa stage moja ambayo ni kubwa sana ya level fulani hivi za kimataifa, umeona bwana, ambazo so, tunazionaga sana huko tunaweza tukasema nje, kila mtu ambaye alipata nafasi ya kuperform katika Samia Uh, Serengeti Music Festival wangu umetisha kinoma noma, na sharatu zinatoka nyingi sana kutokea hapa Kolila Media kuja huko ambapo nyinyi mlipo, alafu inakuwa tu fresh kilo safi misottuomea ibaabwa hii na nyingine teno, tena utaipata tena hapahapa kupitia Kolila Media, on YouTube na em nyingine kabisa njoo pale Instagram natumia kama Kolila underscore Media, lakini pia kwenye Facebook natumia kama Kolila Media, lakini pia kwenye TikTok natumia kama Kolila underscore Media TZ alafu na kwa tu fresh. Ukitaka kunicheki mimi mwenyewe kwenye Instagram page yangu ambayo natumia kama Pino underscore rhymes, umeona bwana, lakini hiyo kija pale TikTok natumia kama Pino underscore rhymes pia, lakini pia kija Facebook natumia kama Pino rhymes alafu na kwa tu fresh kabisa. Unyama ni mwingi mwanangu, behind the camera yuko mwanangu mtu mzima gafa, umetisha kinoma noma kabisa kwa kuchekecha hii pichapicha ni zikae sawa kabisa, na right nini, nimetisha kabisa. Watu wanawaka, watu wanapoa, afu inakuwa tu kinyumwezi kabisa. Oya, mimi najiacha wanangu, see you next time, Pino rhymes.